Maafisa hao kadhaa wa kijeshi nchini Guinea Bissau wamejitokeza Jumatano jioni kwenye televisheni ya taifa na kutangaza kuipindua serikali, kuchukua madaraka, kuifunga mipaka yote, kusitisha mchakato wa uchaguzi na kutangaza amri ya kutotoka nje. Kamandi kuu ya jeshi inayosimamia maswala ya nchi na usalama wa umma imeamua kumwondoa kwa nguvu mara moja rais wa jamhuri kusimamisha shughuli za taasisi zote za Guinea-Bissau hadi itakapotangazwa amri mpya. Tunasitisha matangazo ya vyombo vyote vya habari na kuufuta mchakato mzima wa uchaguzi, kufunga mipaka ya nchi kavu, baharini na anga ya taifa. Milio kadhaa ya risasi ilisikika katika mji mkuu wa Bissau, hasa karibu na ikulu ya rais Umaro Sissoco Embalo, ambaye amevieleza vyombo vya habari vya Ufaransa kwamba amepinduliwa na yeye na maafisa wengine wa serikali pamoja na wakuu wa usalama wamekamatwa na kutiwa mbaroni. Vyanzo kadhaa vimearifu kuwa mpinzani mkuu wa rais Embalo, Bwana Fernando Dias, na mgombea aliyeshindwa katika uchaguzi uliopita wa urais mwaka elfu mbili kumi na tisa ambaye pia ni waziri mkuu wa zamani Domingos Simoes Pereira, nao pia wamewekwa kizuizini. Mapinduzi hayo yamejiri siku tatu baada ya uchaguzi mkuu na siku moja tu kabla ya tume ya uchaguzi kutangaza matokeo ya awali ya uchaguzi wa rais uliokuwa na mchuano mkali kati ya rais wa sasa Umaro Sissoco Embalo na mpinzani wake mkuu Fernando Diaz ambao wote wanadai kushinda katika duru ya kwanza. Msemaji wa jeshi Denis Nchama amesema katika taarifa kuwa wamechukua hatua wa hiyo kufuatia taarifa walizokuwa nazo kwamba kulikuwepo na mpango uliokuwa ukilenga kuyumbisha usalama wa nchi kwa kujaribu kubadili matokeo ya uchaguzi na kwamba mpango huo ulianzishwa na baadhi ya wanasiasa wa Guine Bisau wakishirikiana na mlanguzi maarufu wa dawa za kulevya pamoja na raia wa taifa hilo na wale wa kigeni. Haikubainika mara moja ikiwa maafisa hao waliofanya mapinduzi wanaungwa mkono na vikosi vyote vya jeshi la Guinea Bissau au ikiwa wanadhibiti eneo zima la nchi hiyo yenye watu wapatao milioni mbili. Jumuiya ya kimataifa imetoa wito wa kujizuia na kuheshimu mchakato wa kidemokrasia katika nchi ambayo imepitia mapinduzi ya kijeshi na majaribio mengi ya mapinduzi tangu ilipojipatia uhuru wake kutoka kwa Ureno. Stefan Dujarric, msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema The is the katibu mkuu anafuatilia hali hiyo kwa wasiwasi mkubwa. Anawatolea wito wadau wote nchini Guinea Bissau kujizuia na kuheshimu utawala wa sheria. Katibu mkuu ataendelea kufuatilia kwa karibu hali nchini humo kadri inavyoendelea. In katika taarifa yao ya pamoja, jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi ECOWAS na Umoja wa Afrika wameelezea pia wasiwasi wao kwa hali inayoendelea nchini humo, pamoja na taarifa za kukamatwa kwa maafisa wa tume ya uchaguzi.